Makala hii imeandaliwa na Friday Mwangomale na inasomwa kakonami Rebeka Robson na hii ni Mbuyuni TV. Shule ya Sekondari Mbopo imeandika historia kwa kuadhimisha mahafali ya Kiislamu kwa mbwembwe na shangwe kubwa huku tukio hilo likihudhuriwa na wageni mbalimbali mbali, wakiwamo wazazi, walimu, wanafunzi na viongozi wa dini. Mahafali hayo yaliyofanyika tarehe 12 Oktoba 2025, yamewakutanisha wanafunzi 50 wa dini ya Kiislamu wanaohitimu kidato cha nne mwaka huu. Katika hafla hiyo, mgeni rasmi uliyepaswa kuwa kamishna wa madini Tanzania, Dkt. Abdulrahman Shaban Mwanga, aliwakilishwa na shehe wa kata ya Mabwepande. Shehe huyo alitoa salamu kutoka kwa Dr. Mwanga na kupongeza juhudi za shule hiyo pamoja na mafanikio ya wanafunzi waliomaliza masomo yao. Mkuu wa shule ya Mbopo, Mwalimu Mwita, alitoa hotuba yenye kugusa nyoyo ambapo aliwapongeza wanafunzi kwa hatua walioifikia na kuwakumbusha kuwa mafanikio yao ni mwanzo tu wa safari ndefu ya maisha. Aliwataka wahitimu hao kuendelea kudumisha nidhamu na maadili mema hata baada ya kuondoka shuleni. Sherehe hiyo ilipambwa na burudani za kidini, mawaidha ya viongozi wa dini, dua za kuwaombea wahitimu pamoja na risala iliyosomwa na mmoja wa wanafunzi kwa niaba ya wenzake. Katika risala hiyo, mwanafunzi huyo alisifia mchango mkubwa wa shule katika kulea wanafunzi kwa misingi ya kiroho na kimwili. Hata hivyo hakusita kuainisha changamoto wanazokabiliana nazo wanafunzi, ikiwemo upungufu wa walimu wa dini ya Kiislamu, jambo linaloathiri utoaji wa elimu ya dini hiyo kwa kina. Pia aligusia tatizo la ukosefu wa maji safi na salama shuleni hapo. Kwa jitihada za pamoja, ilielezwa kuwa upatikanaji wa tanki la kuhifadhi maji lenye uwezo wa lita elfu tano utaweza kupunguza adha hiyo kwa wanafunzi. Kwa kutambua changamoto hiyo, Dkt. Abdulrahman Shaban Mwanga alitoa mchango wa shilingi laki nne, yani shilingi laki nne elfu, taslimu kwa ajili ya kusaidia ununuzi wa tanki hilo la maji. Sherehe hizo zilianza majira ya saa nne asubuhi na kuhitimishwa saa tisa alasili kwa mafanikio makubwa huku wageni na wahudhuriaji wakieleza kufurahishwa na maandalizi bora na ujumbe wa malezi uliodhihirika katika hafla hiyo. Kwa majina naitwa Mwajuma Shabani Masunga, ni mwanafunzi wa sekondari Mbopo. Nimehitimu leo tarehe kumi na mbili mwezi wa, wa kumi elfu mbili ishirini na tano. Nimepokea kitambulisho changu cha tamsia. Namshukuru Mungu pamoja na wazazi wangu pamoja na walimu wangu kwa kunifikisha mpaka leo hii na kuwapongeza sana wazazi wangu na walimu wangu wote waliofika hapa shule na kunifanya niwe na furaha katika maisha yangu. Kwa majina naitwa Mwalimu Isa Muhammad Mufti, ni mwalimu wa shule ya Mbopo Sekondari. Kwa kweli shule ilifana, shule ilianza saa mbili na nusu ikaisha saa nane. Mambo mengi yamefanyika, maigizo, maonyesho ya watoto tumeshuhudia. Kwa kweli taaluma waliopata watoto ni kubwa sana. Nawahusia jamii kwa ujumla, jamani, wajitahidi wa, wa kusoma elimu ya dini ya Kiislamu, yaani somo la EDK, Islamic Knowledge ni somo muhimu sana, kwa sababu linajenga maadili mema kwa watoto wetu na kwa jamii kwa ujumla, kwa sababu academic presentation walizozileta ni mambo ambayo yanaelimisha na, ni mambo ambayo ya wajibu kwa kila Muislamu awae kwa hiyo nashukuru sana watu wote ambao tumeshiriki tume kwa pamoja hapa katika kuadhimisha jambo hili. Mwenyezi Mungu awabariki sana.